Na hii sasa ni sehemu ya pili ya simulizi yetu inayoenda kwa jina la Muhuri wa Chapati, simulizi ya safari ya kijana masikini John Bito. Karibu. Kijasho kilimtoka John Bito huku akitazama msichana yule kwa macho yasiyoamini kile alichokiona. Alikuwa mzuri kupita maelezo. Macho yake makubwa meusi yalikuwa yamejaa hofu, ngozi yake nyororo iking'aa kama dhahabu chini ya mwanga hafifu wa jua lililochuja kupitia matawi ya miti. Lakini si uzuri wake uliofanya John ashtuke, ni mavazi yake. Alikuwa amevalia sindashi, vazi la kifalme la mabinti wa Switzerland, likiwa na mchanganyiko wa rangi ya zambarau na dhahabu Shingoni mwake kulining'inia mkufu mzito wa dhahabu wenye alama ya kifalme, na nywele zake zilifungwa kwa mtindo wa tisanga, mtindo uliovaliwa na mabinti wa kifalme pekee. Huyu hakuwa msichana wa kawaida. John alimeza mate kwa tahadhari, akapiga hatua moja mbele. Samahani, umepotea? aliuliza kwa sauti ya upole lakini ya kijasiri. Msichana alimtizama kwa hofu, kana kwamba alikuwa anajaribu kuamua kama John ni rafiki au adui. Mimi ni Princess Novula Drame, alisema kwa sauti dhaifu. Nilikuwa na walinzi wangu, tulikuja kwenye pikniki hapa msituni lakini nikaamua kutembea peke yangu, kabla sijajua nilikuwa nimepotea oh. John alihisi moyo wake ukidunda kwa kasi. Prisens Nomvula, binti wa mfalme Ngwane wa tatu. Kabla hajapata muda wa kuelewa hali hiyo, msitu ulitulia kwa ghafla, hata upepo ulionekana kusimama. Kisha sauti nzito ya mkoromo ilisikika kutoka kichakani. John aligeuka haraka, macho yake yakakutana na mwanga wa kijani kutoka gizani. Huyo alikuwa ni simba. Princess Novula alipiga kelele kwa hofu na kujaribu kusimama, lakini miguu yake ilikuwa dhaifu. John hakufikiria mara mbili, alimshika mkono kwa nguvu, akamvuta kwa kasi na wakaanza kukimbia. Nyasi zilimchana kwenye ngozi, matawi ya miti yakimgonga usoni, lakini hakujali. ya nyuma yao, simba aliruka nje ya kichaka kwa kishindo, ukali wake ukitawala anga la msitu. John alijua kitu kimoja, hakuwa tayari kumwachia binto mfalme afe msituni. Miguu ya John Bito ilikuwa ikipanga ardhi kwa kasi, akimvuta Princess Nuvula bila kusita. Walikuwa wakikimbia kwa nguvu zote, lakini kelele za simba zilikuwa zikijaa masikioni mwao. Nyuma yao, mnyama huyo alikuwa karibu, akipasua vichaka kwa pigo moja la mguu wake mzito. John alihisi pumzi yake ikipungua, lakini hakuwa na muda wa kupumzika. Hakutaka kufa na zaidi ya yote, hakutaka Princess Novula afe mkononi mwake. shika mkono wangu kwa nguvu, jioni alipaza sauti, akigeuka na kumtazama binti wa kifalme. Macho yake yalijaa hofu, lakini alifanya alivyosema. Mbele yao mti mkubwa wa usmisi ulisimama, mizizi yake ikiwa imeinuka juu kama daraja dogo bila kufikiria John alimvuta Princess na kujitupa chini, wakateleza kwenye udongo wenye unyevunyevu, wakajificha chini ya mizizi hiyo mikubwa. Walishika pumzi zao, wakisikia mapigo ya moyo yakigonga vifua vyao kama ngoma ya vita. Simba alifika mbele ya mti akasimama, pua yake ikisogea mbele akinusa kwa makini. John alishika kisu kidogo alichukua nacho kwenye kiuno chake. Alijua silaha hiyo haikuwa na nafasi dhidi ya simba, lakini hakuwa tayari kufa bila kupambana. Dakika zilipita kama saa, kisha ghafla, simba alitoa mguo wa hasira, akaachana na mawindo na kutokomea msitoni. John na Princess Novula walikaa pale kimya, wakipumua kwa tabu, wakiwa hawaamini wa bado wako hai. Baada ya muda John alimgeukia Princess, macho yake yakijawa na huruma na kumuuliza usalama, Princess? Princess Novula alimtizama kwa muda, kisha kapumua kwa nguvu na kusema umeniokoa. Alitamka kwa sauti dhaifu, lakini yenye shukrani. John alisimama na kumpa mkono. Hatujaondoka bado, lazima tukimbie mahali hapa ili tuweze kufika mahali ambapo ni salama. Binti wa mfalme alimshika mkono na safari yao iliendelea, lakini safari hii haikuwa ya kukimbia tena. Ilikuwa safari ya kuelekea mahali ambako Princess Novula aligundua maisha yasiyompa hadhi wala utajiri, bali upendo. Ufukara mmoja alikuwa na moyo wa kifalme na chapati zenye muhuri wa John Vito. Karibu na uendelee kusikiliza simulizi ijayo katika sehemu ya tatu. Karibu na asante sana.